Kama hivi imefunguka, ukishuka hapa chini inaonekana total DeFi hybrid contract mitatu loan ni staking pool laki na kumi na sita na mia sita arobaini, lakini profit elfu kumi na tano mia nne thelathini. So ukichanganya profit na loan unapata laki na saa sini na mbili na sabini ambayo inadisplay hapa juu. Nafikiri ukija huku chini

kwa hiyo ni idadi ya miezi katika kila hiyo idadi ya miaka. Baada ya hapo, huku chini ni profit.